Naitwa Lucia Karato, huyo alochinjwa ni kaka yangu. Kwa hiyo mimi hapa nimepigiwa simu leo asubuhi, nimeambia nimeambia tu kaka yako amechinjwa. Kwa hiyo nikaanza safari, nimefika hapa kwenye muda wa saa tatu, nimekuta na askari wameshaondoka na mwili, nami nimepokea kwa mshtuko, mshtuko sana, kwa maana hapo nyuma hayuko sawa na mke wake, mambo ya ugomvi familia ulikuwepo. Kwa hiyo tukawa tunajaribu kusuluhisha kusuluhisha, baadaye mpaka hata ndugu yangu akawa anasema mimi bora nife, naona maisha kwangu yameshakuwa magumu. Sasa tunamwambia usifanye hivyo, kwa hiyo kama Mungu hajakuita unajilazimisha nini? Kwa hiyo baadaye mwanamke kujaribu kuwasiliana naye yakawa yameisha. Sawa, wanavyoishi huku nyuma sijajua wanaendeleaje, ila mwanaume ananipigia simu, kaka anasema mwanamke ananizarau

nanyumla hapa ujavunjwa, yeah, apujavunjwa simu yoyote lvunjwa natwa Sabina Karatu. Nilipigiwa asubuhi simu na jirani moja hapo ni bodaboda, akaniambia boda. Njoo mara moja, anko anaumwa, amezidiwa sana. Mara nikakutana meseji ya mtoto wangu kwenye simu huko, akanaandikia mama, mjomba kafariki. Nassijashuhudia kumwangalia liv hivi kacha tu yeah, anashughulika huko na watu lakini kuja kusikia, ndo naambia he, kumbe ni amechinjwa. Sasa najiuliza shida ni nini? Kwa hiyo mpaka sasa hivi sijui chanzo ni nini, lakini kiufupi, hawako sawa na mke wake, unaona, hawako sawa kabisa. Maana kuna wakati tushakuja hapa, niko na dada yangu hapa na na ndugu wengine, tukakaa kuangalia hali inaendaje, unaona, kuna changamoto. Sasa tukasema kwa nini unafanya hivi, unaona tukamshauri shauri pale nini nini, hivyo basi tukao tunasikilizia, lakini tukatika kusikilizia na majirani wanavyosema kwamba mfieto alikuwa na mdharau kaka yetu, mambo mengi tu amemfanyia. Kwa hiyo mpaka kaka yetu kwanza, mara nyingi alikuwa atatoki ndani, anakaa tu huko ndani. Sasa tunakuja kushanga, sasa mtu amenyamaza huko ndani, inawezekanaje? hata sasa mpaka watu wanakuja wanamwingilia huko ndani na kumchinja haya kama kuna zi, changamoto zingine zinaendelea hata haja tushirikisha. Hata sasa hivi sisi hapa kupata hii taarifa, sisi tumepigiwa na majirani tu wala yeye yeah, hata haja tupigie wala hata tujui, ni majirani zetu ndio wametupigia simu kwamba kuna tukio limetokea ndo kufika. Marehemu ana watoto watatu na huyo mke wake ambaye yuko naye, lakini kabla hajamwoa huyo mke wake alikisha kuwa na mtoto mwingine una dada alizaa naye, kwa hiyo kwa jumla atakuwa na watoto wanne. uhusiano kwa haraka haraka tunaweza tukawaza tu, kwa sababu kwa jinsi walipokuwa ki, kiishi, alafu naye jinsi tulikuwa tukimwangalia, tunahisi labda kuna kitu amefanya, eh labda amemtafutia watu, kwa sababu haiwezekani yani, kwa jinsi kwa jinsi tulivyokuwa tunaangalia, kwa sababu tunajua uhusiano ulikuwa uko mzuri na sio nzuri kabisa, alafu naye unakuta matukio ni mengi tu, anatokea kama hivyo anavyodai, amekata tamaa, anasema mi nitajiua, lakini yeye hatupigii sisi simu unaona ye na maana amechukulika maana ilivyo navyo kwambia tulishakuja tukakaa sisi ndugu tushakuja tukakaa hapo ndani tukao tumemwambia, kwa nini mtu amefikiria mpaka amefika hii hatua usemi, unaona haya eh? utuambi si tunaambia na watubaki. Kwa hiyo sisi tunaweza kusema labda kuna kitu yana kifahamu japo hatuna uhakika, si tunaomba tu uchunguzi ufanyike, uchunguzi ufanyike, uchunguzi ufanyike kwa kina ili tujue ni nini kilisababisha kili tuweze kufahamu sababu haiwezekani tu mtu akaingilia ndani, ana familia yake, alafu unakuja tu mtu amechinjwa au amejiua au mwenyewe. kuliko mtu unamwingilia kabisa, umejiandaa kabisa na silaha yako, ndio unamchinja kabisa, kabisa, una kabisa. Yani kitu ambacho mtu alijiandaa kabisa kwenda kufanya hili tukio tu sasa, tu sasa, kwa mfano hana makuu ajagombana na mtu hapa hata kama katika maisha yake kusema labda ana ugomvi na mtu mpaka ipelekee labda sasa imefikia sababu ule mtu labda anachukua hatu anaenda namua. Hamna hata ukiuliza kwa majirani hapa, hana makuu na mtu hapa ya kusema paka ndo umtafutie sasa chance ya kufanyaje, unasema sasa ngoja nifanye hivi. Hamna. Kwa hiyo sisi wenyewe tunashangaa inakuwaje mpaka yani, mtu yani, mtu ni amejiandaa kabisa na ukisema labda alikuwa na ugomvi na hapa na, na mtu labda imeshindikana namna gani, labda ndo afanye hivyo hamna, hata ukiuliza majirani sizani. Lakini kwa sisi tunavyomjua ni mtaratibu, na matukio ambayo mke wake anamfanyia yeye kavumilia, lakini yeye mwenyewe tu ikafikia mahali anakata tamaa. Hata dadangu yapo ni shahidi, ashampigia simu kwamba mi nimechoka kuvumilia, unaona, naweza nikajiua mimi. Dada akamwambia usifanye hivyo, kwanini ujiharakishe ujiue kwa sababu gani? wevumilia te ni maisha sasa imefikia mahali saa na nyama zake tegemea. Sasa tunafikiria kwa nini afu matukio mengi anatokea kwa mfano anavyosema hivyo, lakini mwanamke wake wala hata ana muda na sisi. Mimi naitwa Stefano Atuai, ni mwenyekiti wa mtaa Gendi Barazani. Kwanza nilikuta kuna ugomvi wa kifamilia, ugomvi wa kifamilia ambaye ni ya Thomas Karatu na mkeo, lakini niliwauliza uli, wajumbe niliwakuta madarakani wakasema ugomvi huo ulianza muda mrefu, na ugomvi huo wasimamizi wa ndoa walifika, walifanya suluhio, lakini kashindikana. Lakini pa, paroko naye alikuja naelekea kama imeshindikana, katika tukio hilo hilo ambalo limefanyika ndani ya ndani ya kwa Thomas Karatu. Thomas Karatu ndo mwenye nyumba, na huyo Thomas Karatu ame, kama amechinjwa ndani ya chumba chake, na ukiangalia tukio ile halijafanyika kwa mtu mmoja sababu kama ilikuwa ni mtu mmoja, wakati anafanya anafanya ana silaha kali kama panga au kisu, ilikuwa anachoma damu na sambaa. Lakini yule bwana kama inaonekana ni kama amelala chini na jinsi damu ilivyosambaa pale, damu haijarukaruka, ni kama damu iliyotiririka tu kwa staili fulani. Lakini kaona kwamba ni jambo la kushangaza, na watu wamesikitika sana, watu wamelia sana kwa hilo. Mimi nilipigiwa saa 11 na dakika 4 na sikukana nikatoka hivyo hivyo, nikashika fimbo yangu mkononi na tochi basi, kwa sababu ni giza, nikaelekea paka mahali hapo. Lakini nilimkuta balozi aliyotangulia na jirani moja, waliamsha watu wakafika mahali pale na kuingia ndani. Bwana yuko chini amelala hapo chini, amechinjwa. E, kama amepigwa visu vinne nisikosee sababu kama amepigwa upande wa kushoto, kama kisu ikapigwa ikavutwa ikaenda kukata koromeo, ikapigwa ya kulia, ya ya ya kulia. Ikapigwa ni kama ilivutwa, lakini ikaonekana tena katikati ya koromeo kama imechomwa tena. Alafu ukienda nyuma kisogo, kama pamekipigwa kisu, alafu kisu kama mtu akaitingisha, aka, aka, aka fulani hivi. Sisi kama sisi kama viongozi tuliita tulimpigia tulipigia askari yetu wa kata na askari kata, akaja kawai kwa wakati, nikawapigia watendaji wangu walifika. Basi baada ya hapo, askari kata alipomaliza maelezo machache pale, akawaita viongozi wake wengine walioko madaraka, wapelelezi walifika, wakashuhudia na katika ushuhuda wao naona tu labda kama kuna kitu wametambua na wakiliwezi kumchukua marehemu. Marehemu ana familia, ana watoto wa tatu na mtoto wa nje iko sekondari, ambaye ni mtoto wa nje, ambaye anaishi nao pamoja hapo. Marehemu ana miaka kama arobaini na saba, nisikosee. Ndio kuna ugomvi ya yeye na familia yake, ndio kwa sababu tuna huwa tunahisi mwanamke ana mme wa nje, wa nje yupo na watu wanamfahamu, wananchi wanamfahamu pale kijioni, wanamfahamu kwamba wanamona na ndio hivyo. Kwa sababu mimi niko hatua kidogo, lakini kipeleza kwamba wanamona na anafika. Kuna nyumba mbili pale, marehemu alijenga nyumba mbili ambayo imetengenishwa kidogo tu, mwanamke yuko chumba nyumba nyingine na mwanaume yuko nyumba nyingine. Lakini ukiangalia katika uaji huo ambao ulijitokeza kwamba mlango wa geto hujavunjwa, ukiangalia wa marehemu sema alipa hujavunjwa na ukiangalia tuliona tu ni watu walioko ndani, ni kama walitoka kwa kupitia ukuta wa geti, lakini ukiangalia kuingia, sempa kuingia hawajaona. Sababu kutoka wakati anapanda kuna damu ambayo inaonekana kwenye ukuta naelekea, ule bwana labda amejerewe naye kidogo, lakini kwenda kwa nje tulizunguka na askari, kuna damu kidogo naye ukutani kidogo, na mtu semu aliporukendo hapo, tukio moja kubwa naye na sisi wananchi tayari kama wakazi wa Gendi Barazani, kwanza tumesikitishwa sana kwa uaji wa namna hii, na pia kwanza kwa mafikira haraka kwamba wananchi kwanza watakuwa na uoga mkubwa juu ya tukio kama hilo katika maisha ya manyumbani kwao huko, sababu tukio leo limefanyika, lakini inaweza kuwa kesho iko kwa mwingine. Lakini naweza kuwaambia wananchi wangu wa mtaa wa Gendi Barazani au wananchi wote kwa ujumla Naombeni, ninaomba sana kwamba jambo lolote, jambo lolote inapoleta tafuruku wa maisha ndani ya nyumba, ndo kama jinsi ilivyojitokeza, naombeni, kama kuna jambo lolote ambayo inajitokeza ndani, ndani ya unyumba inabidi aripoti kwenye ofisi ya mtaa wake ili aweze kusaidiwa kutatua mgogoro huo, ili kama kuna ugumu basi isogezwa mbele. Naitwa Julian Gregory Michael, balozi wa mtaa wa mtawa Gendi Barazani. Nakumbuka mnamo saa kumi na moja asubuhi mepigiwa simu na mke wa marehemu kwamba ankua nalia huko ndani napiga kelele, nikatoka nika nipofika getini, nilimwamsha na jirani yangu, tukawa tumefika pale, nikawambia fungua sasa. Mimi naogopa, nikawambia njoo, mimi niko getini. Basi akaja mpaka getini akafungua mlango tukaingia naye ndani. Tulivyofika nikamwambia, mi nikawa naita Thomas, amna Thomas. Nikaambia huu mlango anaoishi huyu baba yupo ndani, akasema ah, mi sijui. Basi mi nikasukuma mlango nikiwa na jirani yangu, piga tochi, kaona mtu amesha kufa, hayupo tena, ni madamu tu amemwagika shingoni